Habari wapendwa, leo nataka niwaelekeze kupika crips, crips tamu hapa. Mimi na viazi viwili na na chumvi kiasi kidogo. Tuende angalie jinsi gani ya kupika. Tunatumia tunahitaji kutumia iileai tunatumia hapa kuikata crips yetu, na inatoka vizuri na haraka na ni simple. Ah, jamani, huu ndio mwonekano wa crips zangu baada ya kuzikata hapo, naziacha kidogo zikauke. Zikishakauka, then natia chumvi, naenda kukaanga.